Kwenye hivyo vitu kwa njia nyingine, maanake Mungu ana njia nyingi za kufanya vitu. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Isaya 55, anasema mawazo yangu sio mawazo yenu, na njia zenu sio sawa na njia zenu, na pale chini akatoa sababu, akasema hivi, kama vile mawazo yangu yalivyo juu sana kadhalika njia zangu ziko juu sana kuliko njia zenu. Maanake sisi tunapoishi hapa duniani, Mungu ametuumba katika namna ambayo hatutegemei njia moja kuishi. Mungu ametengeneza njia tofauti tofauti, ambazo zinatufanya sisi tuweze kuishi, njia tofauti tofauti, ambazo zinatufanya sisi tuweze kutembea na ndio maana ukisoma kitabu cha Esther sura ya nne na ule mstari wa kumi na nne, Mordekai anamwambia Esther kwamba wewe ukinyamaza kabisa wakati huu ndipo kutakapowatokea Wayahudi msaada na wokovu kwa njia nyingine. Maanake Mordekai alichokuwa anajaribu kumwambia Esther ya kwamba Mungu ametengeneza msaada kwa Wayahudi kupitia wewe, lakini ikitokea hautachukua hatua kwa ajili ya kuwasaidia Wayahudi, Mungu atafanya msaada na wokovu kwa njia nyingine. Kwa maneno mengine, Mordekai alikuwa anajaribu kumwambia Esther, Mungu hana njia moja ya kusaidia watu wake. Mungu ametengeneza mikakati mingi kwa ajili ya kusaidia watu mikakati mingi kwa ajili ya kuvusha maisha ya watu. Mtu wa Mungu, unapoishi hapa duniani, elewa Mungu ametengeneza vitu vingi kwa ajili ya kukusaidia wewe uweze kuishi. Ndio maana hata kama kutatokea vitu vinavyotengeneza namna ya kukutengenezea fikra ya kwamba hauwezi ukatoboa, Mungu ametengeneza njia nyingi za kukufanya wewe uweze kuishi. Esta aliambiwa hivyo, ukinyamaza ndipo kutakapowatokea Wayahudi. hmm. msaada na uokovu kwa njia nyingine. Manake Mungu ana njia nyingi, Mungu ni mwenye namna nyingi, mwenye njia nyingi za kufanya. Ndo maana nimekuonyesha kwenye Isaya, anasema njia zenu si sawa na njia zangu. Manake sisi wanadamu tuna njia zetu. Kuna wakati njia za kibinadamu huwa zinakwama kuna wakati njia za kibinadamu huwa zinadanganya. Kuna wakati njia za kibinadamu huwa zinapotosha. Unaweza ukatumia njia yako ikakupotosha. Unaweza ukaiamini njia yako, lakini ni njia mbaya. Anasema iko njia ionekanayo njia ma machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Manake sisi wanadamu, njia zetu zinaweza zikawa zimebeba uharibifu, lakini anasema njia yangu njia zenu si sawa na njia zangu. Maanake Mungu ana njia zake. Kuna wakati njia zetu zinafeli, njia zetu sisi kwa fikra zetu zinakataa, lakini njia zetu si sawa na njia za Mungu. Kwa hiyo Mungu ana njia kwa ajili ya kutusaidia, njia kwa ajili ya kutuvusha kwao. Unapoishe siku zote elewa, iko njia ya Mungu kwa ajili ya maisha yako na uko msaada na wokovu kwa njia nyingine. Na Mungu ametengeneza hivyo na ameweka dimension hizo kwa ajili ya kufanya vitu. Ni muhimu sana ukaelewa hivi vitu, mtu wa Mungu, ili uweze kujua wapi unakwenda.